Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mweguru, sisi wananchi wa Dar es Salaam tutumie nafasi hii kukukaribisha sana, lakini tumetumia pia nafasi hii kupongeza wewe kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uwezo wako ni mkubwa, elimu yako sio ya kuungaunga, wala haina mashaka. Tunafahamu usimamizi wako wa maendeleo katika taifa letu, tunafahamu weledi wako, na tunafahamu uwezo wako mkubwa wa kuunganisha sisi viongozi, serikali na wananchi kwa ujumla wake. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu, hongera sana na Mwenyezi Mungu aendelee kupa kibali mbele ya macho yake, ili uendelee kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais pamoja na hii kazi kubwa ya kuhakikisha watanzania tunakuwa kitu kimoja, tunaongea lugha moja na tunafanya maendeleo yenye tija kwetu sote. Mheshimiwa Waziri Mkuu leo amefanya ziara kwa mara ya kwanza hapa mkoa wa Dar es Salaam, kama ambavyo mkuu wa wilaya ya Ubungo amesema, ni faraja kubwa sana na pengine nitumie nafasi hii fupi sana kukueleza mambo hapa nyuma, Mheshimiwa Waziri Mkuu umetembelea barabara ya Mwendo Kasi, lakini sehemu kubwa ilikuwa ni kwagua na kuweza kuona athari zilizotokea to, tarehe 29 ya mwezi wa 10, 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu mimi kama mkuu mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu tunakiri kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10, 2025 zilitokea vurugu, yalitokea makundi ya kihalifu, yalitokea makundi kadhaa ambayo kwa asilimia kubwa kile ulichokiona ndio yalikuwa matokeo yake. Ipo miundombinu ya serikali iliyowashwa moto, ipo miundombinu ya watu binafsi iliyowashwa moto, wapo waliojeruhiwa, vipo vifo, wapo walionyang'anywa mitaji, yapo maduka yaliyobomolewa zipo pia mpaka safe au ATM za benki ambazo zimebomolewa na kuibiwa fedha hizo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesikiliza hotuba Mheshimiwa Rais katika bunge akizindua shughuli za bunge. Mimi kama mkuu mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu tumefuatilia kwa sehemu kubwa, na tunakuahidi mbele yako leo kwamba yale maelekezo yote aliyoyatoa tutayafanyia kazi, tutaendelea kuunganisha wana Dar es Salaam na tutaendelea kuhubiri dhana ya amani ambayo itakapovurugika kama ambavyo tuliona kidogo, inakuwa ni janga na inakuwa ni jambo kubwa mno. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesikiliza hotuba yako ukiwa unatoa neno shukrani kwa waheshimiwa wabunge. Umeonyesha kwa dhati kabisa kwamba viongozi wa serikali na watumishi wa serikali ambao watakuwa wanatembea na petroli kuongeza chuki kati ya wa Watanzania na serikali yao, wewe utagili nao moja kwa moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kwamba wananchi, yapo mambo ambayo wanachukia na mambo ambayo wanachukia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wengine huwa wanaweza kuyaongea na wengine huwa hawezi kuyaongea. Kwa mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali ana na pamoja na watu wenye ulemavu, mwananchi anakwenda kwa ajili ya kupata mkopo, anazungushwa siku ya kwanza, anazungushwa siku ya pili, anaomba rushwa, mkopo nao hapati huyu mwananchi. Kwa ujumla, lazima ataichukia serikali, na maelekezo haya Mheshimiwa Waziri Mkuu yapo kwetu wenyewe kama viongozi wa serikali sisi lazima tusimame kidete kuhakikisha Mtanzania huyu na mwana Dar es Salaam haichukii serikali kwa kukutana kiongozi mwenye hofu ya Mungu na ambaye pia atashughulikia matatizo ya wa Watanzania wana Dar es Salaam hawa pasipo rushwa wala bila majigambo. Hili naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba mimi na wenzangu hapa Dar es Salaam lazima tujipange upya, kama wapo Watanzania dar wa Dar es Salaam wanaoichukia serikali yao sababu ya jambo hili la mikopo na mimi kama mkoa mkoa chini ya Mheshimiwa waziri wangu atamisemi wa lazima na mimi nitabili nao moja kwa moja, ili kuhakikisha faraja kwa Watanzania hawa inarudi kama ilivyokuwa. Lakini jambo jingine Mheshimiwa waziri mkuu, unakuta Mtanzania wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha kwa ajili ya miradi ya maji, lakini hapa Ubungo kwa mfano maji hamna, inakuja kubwa na maji akiwa hamna, huyu mwana Dar es Salaam lazima ataichukia serikali. Mimi naomba nikuthibitishie Mheshimiwa waziri mkuu kwamba kama wapo watu wanaoichukia serikali kwa sababu ya huduma hizi za maji mbovu, nimekwisha ongea na Mheshimiwa waziri wangu wa maji kwamba zile data tunazozungumza kwenye vinywa vyetu. Kuhusu maji kwa wana Dar es Salaam ziwe ndio data haisi na watu waweze kupata maji maji. Nimemwambia Mheshimiwa waziri, mimi najiandaa kwa miezi mitatu kama hali ya maji itaweza kuendelea kusumbua watu kwa Dar es Salaam na wakaendelea kuichukia serikali, nitamfikishia waziri wangu wa TAMISEMI atafikisha kwako na hawa wote ambao wanazembea kuweza kufanyiwa kazi ya msingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hospitali na sehemu zinginezo, wapo watu pia wanalalamika sana, nimejibwa vibaya na daktari, nimejibwa vibaya na nesi, nimeomba rushwa na kadhalika. Nataka nikuthibitishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya yote tutasimamia ili kuhakikisha yale malalamiko ya wenzetu yanafanywa kazi. Lipo kundi la vijana bodaboda, kila nikipita huko ilikuwa ni rushwa Ilikuwa ni faini kubwa bodaboda ni ya shilingi laki milioni mbili, faini milioni tatu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mambo madogo madogo kama haya yanaweza pia kutuchonganisha kati ya serikali na watu tunaowaongoza. Naomba pia nikuthibitishie kwamba mambo haya yote yatafanyiwa kazi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu kwa muda dakika moja tu nikupe tu hadithi ndogo Tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi yupo dada mmoja yuko pale Kimara Baruti, yeye huyu dada amemaliza chuo kikuu na alitafuta ajira akakosa, lakini baadaye akapata uwezo wa kupata mtaji akaenda kufungua duka akafungua na sehemu ya chakula, ameweka mtaji wake pale wa si chini ya milioni hamsini, lakini yule dada miaka minne iliyopita aliolewa, kwa bahati mbaya akapata mimba na akamiskeli, mtoto akafariki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yule dada alipata tatizo la kuwa na over prolonged bleeding isiyopungua kwa miaka mitatu, mme wake akamwacha, akawa na mikasa mitatu, mtu mwanaye amefariki, mmeo amemwacha na amepata madhara ya afya. Tarehe ishirini na tisa duka lake dukalake naye anayehuzia chakula ikawashwa moto. Akaja ofisini kwangu analia kwamba mheshimiwa mkuu wa mkoa, sioni mbele wala sioni nyuma, nacho kiona mbele yangu ni sumu ili niweze kupotea katika ulimwengu. Nilimwambia dada, pole sana, mimi kama mkuu wa mkoa lazima nichukue hatua urudi angalau kwenye hali yako Nafahamu waandamanaji hawa au vikundi hivi, watu wenye fujo wamefanya mambo haya kwa kumgusa hata asiye na hatia, hata asiye na chama, mfanyabiashara wa kawaida. Lakini haya yote, Mheshimiwa waziri mkuu, tunaendelea kuyashughulikia na watu lazima waone, Mheshimiwa waziri mkuu, kwamba tunapoingiza Dar es Salaam na maeneo mengine yote katika vurugu, madhara yake ni makubwa, yanamgusa aliyefanya vurugu na ambaye hajafanya vurugu na Dar es Mheshimiwa waziri mkuu, nimekutana wazee watatu, na mmoja kwa bahati mbaya amefariki. Wao walikuwa wanatumia dawa za presha, na kwa bahati mbaya kwa siku, kwa siku vurugu zikuwa zinafanyika dawa zao zilikuwa zimekwisha. Mheshimiwa waziri mkuu, siku ya kwanza sukari na presha inapanda, siku ya pili sukari na presha inapanda, hakuna daktari wala hakuna dawa anayoweza kupata kwa sababu waliambiwa kaendani. Mheshimiwa waziri mkuu, mmoja ame paralyze na mmoja amefariki. Walipokuja kunieleza Mheshimiwa waziri mkuu, nikasema haya ndio mambo ambayo Watanzania tu tunayaona. Ni kweli sisi tunaweza kuwa na ugomvi wa kawaida wa vyama vya siasa, kati ya mimi Chalamila au mkoa mkoa au mtu mwingine yeyote. Lakini ugomvi wetu kamwe ukienda ukienda huko, Mheshimiwa waziri mkuu, nikupe dondoo tu kidogo. Maeneo ambayo yalikuwa on target kuweza kuyachoma moto bila huruma moja ilikuwa ni stendi ya Magufuli. Hii ilikuwa inaungua yote, hii hapa, hii hapa. Mkuu, jeshi, haraka, hii hapa stendi hapa. na mheshimiwa waziri mkuu, nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tageti ya pili ilikuwa ni mabasi ya mwendokasi, yameunguzwa mabasi mengi tu ya mwendokasi na kupiga vituo vya mwendokasi. Tageti ya tatu ilikuwa ni miundo mbinu ya gesi ya TPDC, kulipua miundo mbinu ya gesi na kulipua vihenge vya mafuta vilioko pale Kigamboni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru vyombo vya dola vimelinda kule. Mpaka leo mnaona miundo mbinu inaonekana. Jaribio la tatu lilikuwa ni kuchoma jengo la la TRA. Na walichoma kibanda cha mlinzi. Jeshi ikaja mbele kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine lilikuwa ni kuchoma miundo mbinu ya Tanesco. Ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo pamoja na kulipua kule Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Leo hii miundombinu inayoonekana hapa, ni kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tungesikiliza maneno na kurudi nyuma, vile like and same ingekuwa giza yote. Hospitali ingekuwa hamna, umeme hamna, miundombinu ya maji hamna na kila kitu hamna. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema hapa kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mama aliyoko hapa na kila baba aliyoko hapa akamweleze mwanaye madhara haya tunayoyafanya. Madhara haya tunayoongea. Tugombane tunavyoweza kugomba tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii, lazima nasi tutakufa. Itakuwa ni kufanya fujo kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti. Hiyo mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma, na adui atapenya katikati, ili sisi tuweze kufeli katika maendeleo yetu. Mungu wa mbinguni atupe kibali, tuendelee kusema na makundi mbalimbali, ili kila mmoja awe balozi wa amani hii, kila mmoja awe balozi wa maendeleo anayofanyika katika taifa letu na mwisho, kila mmoja asikilize mawaidha ya viongozi wetu. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu, alisema tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko. Ndugu zangu, viongozi wa dini, tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kamwe tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea na madhara yake akaja kuwa makubwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema haya, mheshimiwa waziri mkuu, nimuombe mheshimiwa waziri wa TAMISEMI aje azungumze hapa na kukaribisha wewe, mheshimiwa waziri mkuu, uweze kutupa maelekezo. Asanteni sana kwa kusikiliza.